Kwa mpaka kule hapa iko miti zaidi anaitwa Frimin Paulo ya, ya... Laswai ni miti ya miti eneo la ofisi za mamlaka mji mdogo Mirerani tu wilaya Simanjiro mkoa wa Manyara. Eneo hili tuna miti aina midodoma au kwa jina la mko, mgaramaji tuna miti ya matunda, maparachichi, maembe, michungwa ya kisasa, malimao ya kisasa, machenza na baadhi ya miti mingine. Lengo letu ni kutunza mazingira ya tutunze kiwilaya na kipindiki cha mvua, tupo kwenye maandalizi ya kuwataka wajamii mmoja mmoja, kata, tarafa na makampuni kujumuika kwa pamoja kununua mche kwa bei nafuu kadri itakavyowezekana. tesha ni, ni mdau wa maendeleo katika kata ya Mirerani na Isinya na inaindia mtu, nimekuwa nikinunua miche mbalimbali kwa ajili ya kuotesha kwenye maeneo yangu hasa nyumbani kwa ajili ya kivuli. Hivi nawakaribisha Watanzania sehemu mbalimbali walipo waje wanunue miche mizuri kama hii ambaye ameandaa mdau mda wetu wa uoteshaji wa, wa miti kwa jina Frimin Laswai, ambaye ana miche mingi zaidi ya elfu nne hapa ambayo tukipanda tuki katika nchi yetu, tutakuwa tumeondoa tatizo kubwa la ukame katika nchi na kuleta hewa nzuri. Kama tunavyofahamu katika maisha yetu, tunategemea oksijeni kutoka kwenye, kwenye mimea. Na hivyo tutafanya hali ya hewa na mvua kuwepo katika maeneo yetu. Karibuni sana Watanzania wenzangu.